Unajua, kuna kipindi ambacho ndege ya Tanzania iliwahi kutekwa, na hii ni stori ambayo inawezekana hujawahi kusikia na inawezekana haujawahi kusimuliwa. Sasa nikupe mkasa kamili, ulikuwa hivi. Februari 24 ya mwaka 1982, nchi ya Tanzania ilitikisika sana kutoa taarifa kwamba shirika la ndege ATC ndege yake imetekwa. Ilikuwa ni tukio la kwanza na la aina yake kuwahi kutokea katika nchi ya Tanzania, na hii ilizua mjadala ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Unajua, ilikuwa ni vijana watano tu ambao walikuwa ni vijana wa Kitanzania ambao waliona kuwa hawaridhishwi na serikali ya Mwalimu Nyerere. Hivyo, Ijumaa ya Februari 26 mwaka 1982 jamaa walighadhirika na kwenda kuiteka ndege ya abiria mjini Mwanza iliyokuwa ikielekea Dar es Salaam na kushinikiza kwamba Rais Nyerere ajiuzulu. Baada ya ndege hiyo kutua katika uwanja wa ndege wa Nairobi, waziri wa mambo ya nje wa huko nchini Nairobi Kenya, Dr. Robert Ouko alijadiliana na watekaji, akazungumza nao lakini mwafaka hukupatikana. Kwa upande wa Bongo Tanzania, baada ya majina ya watekaji kujulikana, mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai katika jeshi la polisi Tanzania naye akaona hapa hapana ili swala lazima tulivalie njuga. Huyu jamaa alikuwa anaitwa Lemomo. Katika taarifa yake yeye ya alisema kwamba majina ya vijana hao ni ya kawaida na sio rahisi kugundua mara moja katika kumbukumbu -kumbu za polisi iwapo waliwahi kuhusika na uhalifu wowote ule. Kadiri muda ulivyozidi kuzogea, kiwango cha mijadala kati ya dokta Ouko na watekaji kiliwafanya watekaji wawe kama ni watu waliopandwa na wazimu. Mtekaji mmoja unajua alizungumza nini, ambaye alikuwepo katika ndege na amewateka watu alisema kwa hasira kali sana na akifoka, tutailipua ndege hii sasa hivi, tutakufa sasa hivi. Haya, leteni majeneza mia moja msitutani yenyewe. Baada ya kuizuia ndege hiyo kwa muda wa saa kadhaa, ilipofika usiku wa manane, serikali so ya Kenya iliona haina la kufanya, na hivyo ikaiachia ndege hiyo iondoke Kenya ikatue katika nchi nyingine. Kabla haijaondoka, watekaji hao waliachia familia moja ya kiarabu ya watu sita kutoka katika ndege hiyo. Mmoja wa mateka hao alikuwa anaitwa Hadija Muhamedi Hasan. Yeye alisema aliruhusiwa na watekaji kutoka katika ndege hiyo kwa sababu mtoto wake wa miezi 18 alikuwa hanyamazi kulia, na kwa sababu hiyo watekaji waliona ni kama usumbufu, hivyo wakamwachia aondoke zake na mtoto wake. Lakini upande wa pili, maafisa wa serikali ya Tanzania waliitilia shaka familia hiyo kwamba ni kwa nini nyie mwachiwe na wengine waendelee na utekaji? Wasiwasi huo uliongezeka zaidi wakati familia hiyo iliposema kuwa ilikuwa ikisafiri kwenda Dubai na kwa kuwa tayari walikuwa Kenya, ingekuwa rahisi zaidi kwao kufika huko kupitia Mombasa. Bila wao kutaka, familia nzima ililazimishwa kupanda ndege ya jeshi la Tanzania na kupelekwa Dar es Salaam. Sasa kesho yake Mwalimu Julius Nyerere, mzee wetu akiwa nyumbani kwake akitafakari, alikuwa na ziara yake ya kwenda Pemba kwa siku nne ambapo huko angeweka jiwe la msingi katika kiwanda cha mafuta ya karafuu. Jamaa alitaka kujua zaidi nini ambacho kimetokea huko, ingawa waziri wa mawasiliano na uchukuzi wa Tanzania ya kipindi hicho John Malesela aliwaambia waandishi wa habari huko mjini Nairobi kuwa watekaji hao walitaka kujiuzulu kwa Mwalimu Julius Nyerere. Alipofika Dar es Salaam walisema watekaji hao hawakutoa madai yoyote yale. Akiwa kama kiongozi wa kushughulikia utekaji nyara ambao ulitokea, Waziri Malesela alikuwa na akili sana. Alitoa taarifa hizo hizo hizo kwa Rais Nyerere kwamba wateka nyara hawakutoa madai yoyote yale. Kwa kuwaamini maofisa wake, Nyerere aliamini pia kile ambacho kaambiwa kuhusiana na utekaji huo. Kikundi cha maofisa wa serikali ya Tanzania waliopiga kambi nyumbani kwa Mwalimu Nyerere Msasani, kulingana na taarifa walizokuwa wakizipokea, walianza kuchukulia kwamba utekaji huo haukuwa na kusudio lolote lile la kisiasa. Sasa kwa kuwa hawakujua kisa halisi cha kuteka ama kutekwa ndege hiyo, wao wakaanza kubuni visa vyao. Ujue walianza kuambizana la nini? <laughs> walianza kuambizana wenyewe kwa wenyewe kwamba e, na wakamwambia rais kabisa, Rais Nyerere kwamba inawezekana watekaji hao walikuwa na kiasi kikubwa cha dhahabu na almasi walizotaka kuzitoa nchini kimagendo. Waliamini pia kwamba walitumia utekaji huo kuvusha mali hizo na kwamba familia ya kia kiarabu iliyotaka kwenda Dubai kupitia Mombasa ilikuwa ni sehemu ya utekaji huo. Namna jambo hilo lilivyoshughulikiwa lilizusha maswali mengi sana huko nchini Kenya. Dr. Ouko alijiingiza katika mjadala na watekaji hao kwa sababu ndo kwanza tu naye alikuwa ametua uwanjani hapo akitokea mkutanoni huko, hadisi ya baba. Sio kwamba alifika uwanjani hapo rasmi kwa ajili hiyo, ilikuwa ni ghafla tu kwamba huko alitua uwanjani wakati ule ule ambao ndege iliyotekwa nayo ilikuwa inatua. Hata hivyo, utekaji huo haukutokea wakati mzuri, kwa sababu ulitokea kipindi ambacho mgogoro kati ya Kenya na Tanzania kuhusu jumuiya ya Afrika Mashariki ulikuwa haujapoa bado. Kitendo cha kuiruhusu ndege hiyo kuondoka mjini Nairobi kiliongeza idadi ya maswali, lakini serikali ya Kenya haikujiingiza kwa undani katika kulizungumzia sana jambo hili ambalo lilitokea na lilikuwa lina tafakari nyingi sana. Wakati watu wakitafakari kilichotokea, Kilimanjaro ilikuwa ikiambaa angani kuelekea Jeddah, Saudi Arabia. Ilipopata habari, serikali ya Saudi Arabia ilikatalia ndege hiyo kuruhusu ama kuruhusiwa kutua na kuonesha kwamba wako makini na watanii walifunga uwanja wake kabisa, kwamba hakuna ndege kutua. Lakini sasa, wakati Kapteni Deo Mazula alipowasiliana kwa redio na watu wa uwanja huo wa ndege, kuambia kuwa ndege yake imekwisha safiri umbali wa kiasi cha maili 1600 tangu ilipoondoka Nairobi, na kwamba haikuwa na mafuta zaidi ambayo yangewezesha kuendelea na safari nyingine, serikali ya Saudi Arabia ilifyata mkia ikaona sasa hapa mbora mambo imekuwa ni mbombo ngafu. Ndege hiyo iliruhusiwa kutua kwenye uwanja wa ndege wa Jeddah. Ruhusa hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kujaza mafuta tu na kuteleza, walinyimwa hata ruhusa ya kufungua mlango wa ndege hiyo. Wakati huu hali ya hewa katika ndege ilishaanza kuwa afadhali, vyoyozi vilikuwa vimeanza kufanya kazi tena. Watekaji walijaribu kuwasemesha abiria na kuwaambia shabaha yao ya kuiteka ndege hiyo lakini ujumbe waliojaribu kuutoa haukueleweka sawasawa kwa abiria hao. Watekaji walijitambulisha kuwa wao ni wanachama wa harakati za kidemokrasia za vijana wa Tanzania, walioeleza abiria hao kuwa walitaka rais Julius Nyerere ajiuzuru kwa sababu watanzania wanaishi katika hali ya shida na hawana chakula. Hata hivyo, mwisho wa mazungumzo yao waliwaambia abiria kuwa wamekusudia kuipeleka ndege hiyo Marekani. Wakati wakisema hivyo, watekaji waligundua kuwa abiria mmoja alitoa bastola wakati walipokuwa uwanja wa ndege wa Mwanza ambayo ilihifadhiwa katika chumba cha rubani. Ilikuwa ni utaratibu katika viwanja vya ndege vya Tanzania kwa abiria yoyote kutoa silaha yake na kukabidhi mpaka mwisho wa safari. Kwa hiyo walimfuata rubani Mazula na kumtaka wape bastola hiyo. Mmoja wao aliyekuwa anaitwa Musa Memba alipoipokea alionekana kubabaika kana kwamba hakuwa na ujuzi wowote wa namna ya kuitumia ama kuijaza risasi. Sasa jamaa akajikunja upande mmoja katika chumba cha rubani akiishikashika bastola hiyo, pengine akiichunguza na kuishangaa. Ghafla ilifyatuka risasi. Ilipofyatuka, iliupalaza mgongo wa Oscar Mwamaja, rubani msaidizi wa Kapteni Mazula, na kumjeruhi. Baada ya kujaza mafuta kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Abdulazizi katika mji wa Jeda, kituo cha tatu kilikuwa ni Athens huko nchini Ugiriki. Pamoja na maombi mengi ya serikali ya Tanzania ya kutaka ndege hiyo ishikiliwe ili isiondoke, maofisa wa serikali ya Ugiriki walitangaza mapema kabisa, hata kabla Boeing 737 haijatua kwamba ingeruhusiwa tu kujaza mafuta na kuondoka mara moja bila hata kukaa hapo katika sehemu yao. Sasa unajua nini ambacho kiliendelea? Ungana nami katika sehemu ya pili, nitakusimulia nini ambacho kilitokea na nini ambacho kiliendelea katika utekaji huu. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii ni Bongo Star Media. Niambie, unajua nini kuhusiana na ishu hii ya utekaji wa ndege ambao ulishoi kutokea mwaka 1982. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii Bongo Star Media. Subscribe kwa YouTube channel yetu ili kila siku kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu nzuri na habari nzuri kama hizi. Siku njema, wewe nawe, niseme tu kwa leo tunaishia hapa. Bye bye. Tukutane tena hapo siku nyingine.